Rais Donald Trump amesaini tamko linaloimarisha vizuizi vya kuingia Marekani kwa raia kutoka nchi zenye mapungufu ya uchunguzi, usalama na taarifa. Tamko hilo limegawanya nchi katika makundi sita na Tanzania ipo katika kundi la nchi 15 ambazo raia wake watalazimika kuweka bondi ya dola 5000 hadi dola 1500 yaani ni sawa na shilingi milioni 12 hadi milioni 37 ili kupata visa. Hii huenda si taarifa mpya iliyotolewa mwezi uliopita lakini utekelezaji wake umeanza rasmi jana baada ya kusainiwa. Watanzania watakaoathirika na uamuzi huu ni pamoja na wanafunzi wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu vya Marekani au kushiriki kupitia visa ya FM na j JA. Exchange programs zimeisaidia maelfu ya Watanzania kupata elimu nchini Marekani kwa miaka mingi akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1958. Athari za jambo hilo zinaweza zikakuta wanamichezo wanaotaka kushiriki mashindano ya kimataifa nchini Marekani, watu waliopeperusha bendera yetu, bendera ya Tanzania kama Ashim Thabit kwenye NBA au Ramadhani Brothers kwenye AGT huenda ukawa ndio mwisho wa kuwaona. Pia wanariadha hawataweza kushiriki mashindano makubwa kama New York Marathon au Boston Marathon. Watanzania watakaotakiwa kwenda Marekani kwenye mikutano ya kibiashara au kwenye maonyesho ya kimataifa watakwama pia na wale wanaotaka kutembelea Marekani kwa utalii kuona vivutio kama Disney World, White House, Pentagon, Las Vegas watakumbana na vizuizi vile vile. Watanzania wenye ndugu, marafiki au familia wanaoishi Marekani watapata ugumu wa kuwatembelea ndugu zao pia. Na hata wale ambao ajira za muda mfupi mafunzo ya kitaalamu au kazi za msimu nchini Marekani pia watakumbana na ugumu huo. Lakini wakati haya yanatokea, e, tumeshuhudia hivi karibuni waziri wa masuala ya kigeni akiwa na wanadiplomasia nchini Marekani. Hii huenda ikawa imesukumwa na kile ambacho kilitokea Tanzania mwishoni mwa mwezi Oktoba, yani tarehe 29 mpaka 31, ambapo Tanzania kwa sasa inaendelea kupambana kurudisha hadhi yake ya zamani kama nchi ya haki na amani. Hivyo uh, ni baadhi ya vikwazo ambavyo eh, Tanzania itapitia au Watanzania watapitia baada ya eh, Rais Donald Trump eh, kusaini eh, vizuizi rasmi kwa nchi zipatazo 15 ulimwenguni kuruhusiwa kuingia Marekani.